Hutoa fungu la kumi. Kila mtu lazima atoe fungu la kumi. Nakwambia, kama hujalitoa hospitali utalitoa gere. Amina. Kama hujalitoa gere litata barabarani, itadondoka tu, kwa sababu Mungu na Mungu anakukomesha, naacha shetani afagie zote, hutafanya chamani. Mimi nakwambia utaishieta kula pipi. Nasikia kiu ya pipi moja kwa moja, ela leta tano hapo pipi

zaka alafu sasa ndipo sasa tukajenga sisi. Wakati tunaanza kujenga nyumba tupo tuna laki laki moja, unanielewa laki moja, na tuko tunataka kujenga ghorofa. Rafiki yake mchomaji anaambia don't try it at home kwa sababu yeye amejenga ghorofa. Anamuuliza vipi, yani ambe experience sasa, si aliokoka mtu ambaye aliokoka ni mwepo, akamwambia don't try it at home. Mpaka mwangu sisi tunaweza